Kwa hiyo e, zile hizo nani, maadili msingi huwa yanaandaliwa pia wakati mwingine kutokana na aina ya taasisi, kwa sababu kanuni msingi ya mtu binafsi inaweza isiwe sawa na ya kampuni labda ya biashara, inaweza isiwe sawa na ya chuo kikuu au taasisi ya kielimu, inaweza isiwe sawa na ya shughuli zingine zozote kama vile NGO ama taasisi ya kijamii zinaweza zisifanane, au baadhi ya vitu vinaweza kufanana. Kwa hiyo nitakupa mfano wa juu sana juu ya aina za maadili msingi ambazo huwa zinawekwa kwenye mataasisi. Taasisi nyingi ukiangalia huwa zinachukua maadili msingi kama vile uadilifu e, wanaita integrity kwa Kiingereza na niliwahi kuambia kwamba integrity ni nini au uadilifu ni nini? Ni ule uwezo wa kufanya jambo lililo sahihi bila kufikiria kwamba lazima mtu fulani akufuatilia e, au mtu fulani awepo anakuangalia ili weweze kufanya. Na ni kitu muhimu sana ambacho hasa kimsingi tunapaswa kujifunza kutoka kwenye familia, lakini pia kwenye mfumo wa kielimu tunaopitia, kwa sababu wewe utagundua kwamba kuna nyakati e, wanafunzi wanaweza wasi, wasi, wasiende shuleni kwa nini? Kwa sababu leo mwalimu fulani hayupo, au mfanyakazi unaweza asiende ofisini kwa sababu anajua leo kiongozi hayupo. Sasa uadilifu hauhitaji hivyo, uadilifu unahitaji kufanya kile kilicho sahihi unachotakiwa kukifanya hata kama hayupo ambaye anakufuatilia wewe. E, hiyo ni aina mojawapo, nimesema integrity au uadilifu e. Kuna nyingine ambayo huwa mara nyingi wanaita e, professionalism ama utaalamu atafanya kazi kwa kufuata uweledi au taaluma tuliyokuwa nayo ya? Kwa hiyo unahakikisha kwamba ma taasisi inahakikisha kwamba inawafundisha wafanyakazi wake kwamba fanya kazi zako kulingana na taaluma uliyokuwa nayo, jinsi inavyokwajibisha kutenda. Kwa hiyo usifanye vitu kinyume na taaluma yako. Hiyo tunaita professionalism ama e, utaalamu. Aina nyingine ambayo huwa mara nyingi wanaitumia kwenye mataasisi ni ile inasema, ushirikiano ama timu. Unajua huwezi kufanya kitu chochote kama hakiwezi kufanyika kama, e, haki kama timu. Ndio maana unaweza ukaona kwamba eh, mtu anakuambia kwamba tufanye kazi kama wachezaji Pasabu, wa mpira, kwa sababu those people they work like in a team base, wanafanya kazi kama timu, kwamba huyu akiwa nao anampa yule, huyu akiona amechoka anarudi, anamsaidia na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mwisho wa siku mnakamilisha malengo yenu, ambayo ni ile kilele cha mwisho kabisa cha kitu mnachotaka kukifikia ama kukipata. Hiyo inaitwa teamwork. Mara nyingi kwenye taasisi nyingi utaona wanaimba teamwork. Teamwork, teamwork. Ama tufanye kazi kwa ushirikiano. Hiyo ni aina nyingine ya maadili msingi ambayo mara nyingi taasisi zinakuwa nayo. Aina nyingine huwa taasisi zingine zinasema responsibility ama wakati mwingine wanatumia neno accountability. Of course ni maneno mawili tofauti. Kiswahili tunaweza tu to tusione kiurahisi lakini, ni tofauti kwamba kuna uwajibikaji na kuna kuchukua eh, hatua za kiuwajibikaji. Kwa nini? Kwa sababu kuna mambo mengi huko. Siku zingine atakuja kuzungumzia masuala ya delegation kwamba kazi ni ya mtu fulani ambaye ni kiongozi. Kutoka kwa kiongozi kuna wasaidizi wake, kwa hiyo wakati mwingine wale wasaidizi ambao wanafanya zile kazi wanafanya, wako, wako responsible kufanya zile kazi, lakini kiongozi anakuwa accountable kwamba kama jambo halijaenda vizuri. Kwa hiyo yeye kama kiongozi anachukua hatima ya mwisho kwamba jambo hili eh, kwa jinsi lilivyoenda, mimi kama kiongozi nachukua hatua fulani kwa niaba ya wasaidizi wangu ama wafanyakazi wangu. Kwa hiyo hiyo ndio essence. Sasa kuna wengine wanaita uwajibikaji, hiyo inakuwa ni moja ya maadili msingi kwenye taasisi. Lakini kuna wengine wanasema hapana, taasisi yetu, kwa mfano, naona kama taasisi kama zinazobuni simu hizi, zinazobuni magari eh, wanapenda sana ama kompyuta eh, hizi wanapenda sana eh, watu ambao ni creative, ama watu ambao ni wabunifu. Eh, mara nyingi neno zuri zaidi wanasema we want innovative people, tunataka watu ambao ni wagunduzi gunduzi wa vitu. Kwa hiyo lile neno ugunduzi ama creativity eh, linawekwa kama maadili msingi yaani mfanyakazi ukiingia tu kwenye ile taasisi wanakuambia bwana sisi tunasimamia kwenye nini? Tunasimamia kwenye creativity, au tunasimamia kwenye innovativeness. Tunahitaji watu ambao ni wavumbuzi, watu ambao ni Creative watu ambao ni wagunduzi wa vitu. Kwa hiyo hii wanaiweka kwenye moja ya maadili msingi, inakufanya wewe mfanyakazi usilale, ujue kwamba kampuni yetu inahitaji kila mtu anapokuja aje na wazo jipya, aje na kitu kipya. We want innovative people. Inawekwa kwenye sehemu ya nini ya maadili msingi. Lakini aina nyingine ya maadili msingi ambayo wakati mwingine inawekwa kwenye mataasisi ni eh, wanaita E, customer oriented. Unaona, customer oriented kwamba taasisi yetu ni ina, ina, ina wajali wateja kwao. Unaweza ukakuta kwamba wewe unaenda kwenye taasisi unasema ah, ile taasisi bwana ina kila kitu, lakini huduma zao ni mbovu sana. Kwa nini? Kwa sababu yawezekana hawajaweka mkazo sana kwenye kujua kwamba mteja bwana ni kila kitu. Kwa hiyo sisi tutakuwa ni tunazingatia namna ya kumhudumia mteja mpaka aridhike, afurahi sana. Kwa hiyo unaona, kwa hiyo wakati mwingine e, unaweza hata ukaenda kwenye taasisi nyingine ukasema, ingawa hawa watu e, si hawako vizuri sana, lakini ni wazuri sana kwa jinsi ya kuwahudumia wateja, kwa sababu maadili msingi yao yanasema kwamba ni lazima tuwahudumie vizuri wateja wetu, we will be customer oriented organization. Umeona? Kwa hivyo hiyo inawekwa kwenye sehemu ya maadili msingi. Unapofika tu mtu yoyote ama kiongozi ama mfanyakazi mpya, anaambiwa bwana, sisi moja ya maadili msingi tunayozingatia katika taasisi yetu ni kuhudumia wateja vizuri na hayo mambo wanakuta viongozi wanayasimamia kweli kweli. Aina nyingine nitakupatia ambayo ni inawekwa kwenye taasisi nyingi kwenye e, maadili msingi ni e, tunaita respect ama heshima. Sasa ile respect inategemeana, heshima unaheshimu nini? Unaheshimu watu, si ndio? Na kwa mtindo gani? Kwa hiyo pia wanajaribu kudefine, huko ndo tulisema kwamba hizi zinakuwa zinaweka kama viwango ama kanuni lakini tunaziita ni maadili msingi.